Wa alaikum salam. How are you? Fine, thank you. yeah, what's yeah. your name? Kamal. From where? Kamal. Yeah. Bangladesh. Bangladesh. Yeah. Ah, I, I, my, my, my name. ask that one

Basi, mtazamaji, tumetoka kuswali swala ya zuhuri hapa hivyo, tuko katika mizunguko na, eh, na katibu wa kazi ni katibu wa kazi i hili ni duka la kanzu, duka la kanzu, tuko na katibu wa kazi Sheikh Alhamis Kwangaya, huyo hapo Sheikh Tuasuleman Bane. Hey, tunaangalia kidogo, tunasafisha macho kwa sababu tukatoka kuswali swala ya zuri hapa. Ni chini ya mnara ule wa saa ule mnaoona mkubwa. Haya, ndio maduka hivyo, tumekuja tu na nani? Bangladesh, hebu waulize na wenyewe, amesha hiji hapa

No Nigeria, we are Tanzania. Ah. Sisi are small, small, not, not big like Nigeria. iaaognigeia Mwambie, sisi wa Tanzania wastaarabu. peztaamaib pesa mtazamaji na kamera moja ya kisasa zaidi duniani ambayo hii kamera ni kwa hisani ya mkurugenzi wa taasisi ya travel agent humla Ahmed Sharifu ambapo kila ninapoingia kwenye maduka hichi kamera kimekuwa kinashangaliwa sana. Ni kamera ambayo kwa bei ya dola za kimarekani inauzwa dolari elfu moja kwa hela Tanzania kamera hii inafika zaidi ya milioni tatu, e, ambapo kamera maiki zake tu, maiki zake ambazo ni nazo za wireless zinauzwa shilingi milioni moja, ukienda katika maduka ya City Mall Dar es Salaam unazipata kamera yenyewe, ni kikamera kidogo kidogo sana, lakini mashallah ni kamera matata matata sana. Bado tuko katika maduka mbalimbali mbali, e, tunatafuta simu kwa ajili ya katibu wa kazi mkuu wa Tanzania ambayo tumesafiri naye kupitia taasisi ya I Travel Haji and Umra. Yeah. Fine, thank you. Welcome.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

Nenane, 130, na mitandaoni ni at tours i travel.